Habari yako mzazi na mlezi, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tunaenda kuzungumza jinsi mapenzi yanavyoingia na kuvuruga kabisa ndoto za watoto wetu. Mara nyingi watoto wanapozaliwa wanakuwa wana ndoto, anakuwa na ndoto ya kuwa daktari, anakuwa na ndoto ya kuwa mwanasheria, rubani, kiongozi mkubwa sana hapo baadaye. Lakini pale mtoto anapokuwa na ndoto zake na anakuwa anaendelea na maisha yake ya kukabiliana na kutimiza ile ndoto yake. Ghafla, mapenzi yanaingia kati, mapenzi ambayo hayana heshima, mapenzi ambayo hayana maadili, mapenzi ambayo yatokani na malezi yanaingia kwa mtoto. Mwisho wa siku, yanapokuwa yale mapenzi yameingia, yanajikuta yamevuruga kabisa na kubadili na kuua ndoto za mtoto husika. Mimi ninaitwa Mhere Madam kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya kizazi chetu, kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili pia ya biashara. Unaweza ukatutumia ujumbe au ukatupigia simu kwa namba 0754579224. Usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ili pia waweze kujifunza hiki kitu na kuweza kuhakikisha kwamba wanasimama ndoto za watoto azisipotee. Subscribe pia ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi na uweze kupata content zetu pale tu tunapokuwa tumeupload video mpya. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, mapenzi pale yanapochukua nafasi za masomo. Mtoto anapoanza mapenzi mapema, yani anapoanza kuingia kwenye mahusiano mapema, akili yake inakuwa imegawanyika mara mbili. Yani anakuwa sasa anawatumikia mabwana wawili, anakuwa anatumikia ndoto yake na anakuwa anatumikia mapenzi ambayo ni mahusiano yale ambayo anakuwa ameanza. Badala ya kuwaza kusoma, kuwaza vitabu, anakuwa anawaza message za mpenzi wake anakuwa anawaza vile ambavyo ametumiwa kwenye simu. Badala ya kuwaza kujiandaa na mitihani, anakuwa yeye anajiandaa kutengeneza ujumbe mzuri, kutengeneza meseji nzuri ambazo zitamfurahisha mpenzi wake. Mwisho wa siku anajikuta ameanguka mwisho wa siku anajikuta ndoto yake imepotea kabisa, kwa sababu hawezi akastick, hawezi akasimama na masomo, hawezi akasimama kuhakikisha anapambana ili aweze kuwa kile ambacho alichokuwa anaota awali. Mwisho wa siku atajikuta sasa huku anafanya aste aste, nusu kwa nusu. Mwisho wa siku sasa, upande mmoja wa mapenzi unazidi nguvu, ule upande mwingine wa kusoma, ndoto ya mtoto inakuwa imekufa. Kwa hiyo wazazi, walezi, Tuwe makini sana kuhakikisha tunaangalia watoto wetu wanaingia na nani kwenye mahusiano, na wale watu ambao wanakuwa wana hang out nao, wakina nani ambao wanajihusisha nao. Tuwe makini kuhakikisha tunawasimamia ili ndoto za watoto wetu zisife mapema. Hoja namba mbili ni mapenzi na mimba za utotoni. Msichana anapoingia kwenye mahusiano, mara nyingi anajikuta amepata ujauzito. Msichana anapopata ujauzito anakuwa ameingia kwenye janga lingine la kumkatisha kabisa ndoto yake. Na unakuta wakati mwingine kijana au mvana atamkimbia. Na hapo ndipo binti anapokuwa ameingia kwenye ndoto nyingine ya yeye mtoto kuwa mzazi na kuanza hatua za kulea, kitu ambacho kinakuwa ni mzigo mzigo katika maisha yake. Ndoto ya kuwa daktari inapotea, ndoto ya kuwa rubani inapotea. Anajikuta sasa ameingia kwenye jambo jingine la kuanza kulea. Hiyo inakuwa ni mzigo, na mara nyingi wasichana wanapopata mimba au wanapopata ujauzito wanajikuta masomo wamekatisha. Anapokatisha masomo yake, hawezi tena kufikia kwenye ndoto yake. Kwa hiyo wazazi walezi, tunatakiwa kuwa makini sana kuhakikisha watoto wetu wanafikia ndoto zao. Kwa nini tunatakiwa kuwa mapema? Ni kuwa kuambia ukweli kwamba ukiingia kwenye mahusiano mapema, utajikuta umepoteza ndoto zako. Zungumza na mtoto wako, muulize, unataka kuwa nani? Nataka kuwa daktari, nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa rubani. Halafu unamuona ameingia kwenye mahusiano mapema, Mwambie haya mahusiano uliyoingia mapema yatakatiza ndoto zako kabisa. Mzazi usikubali, simama na mtoto wako mpaka afike kwenye ndoto yake. Hayo ndiyo malezi, na mwisho wa siku mtoto atakushukuru kwamba mzazi ulisimama kwenye nafasi yako. Hoja namba tatu ni mapenzi na shinikizo la hisia. Watoto mara nyingi hawana ule uwezo wa kudhibiti hisia. Akivunjwa moyo tu na mpenzi wake, anaingiwa mawazo anaanza kuwaza ile nafasi ya masomo ambayo angeweza kuwaza masomo, inapotea anaanza kuwaza mapenzi, anaanza kuwaza jinsi alivyoumizwa na mpenzi wake, anaanza kuwaza ni jinsi gani atarudisha penzi lake vizuri. Hiyo tu inamfanya mtoto aingie kwenye msongo wa mawazo, inamfanya mtoto awe mkimya, inamfanya mtoto anyamaze. Ndoto kama ndoto inahitaji mapambano, je, mtoto atakapokuwa amekuwa mkimya ana msongo wa mawazo, anamwaza mpenzi wake ambaye amemvunja moyo, hataweza tena kupambana na ndoto yake, hataweza tena kung'ang'ana kuhakikisha kwamba ndoto yake inatimia. Ataanza kutafuta jinsi ya kufanya suruhu, jinsi ya kurekebisha pale alipokosea, wakati muda haumsubiri, muda unakwenda. Kwa hiyo shinikizo la mapenzi na hisia zinamfanya mtoto wa awe wa kike au wa kiume kuingia katika mawazo, kuingia katika kuhisi, kuingia katika kuwaza. Mwisho wa siku kitu kimoja ambacho ni ndoto yake kitakuwa kimemponyoka. Hoja namba nne ni mapenzi yanapowatenga watoto na wazazi. Mara nyingi watoto wanapoingia kwenye mahusiano hujifungia ujifungia kabisa. Unaposema kujifungia, maana yake wanatengeneza mipaka kati yao na wazazi. Pale ambapo walikuwa wanapata ushauri wa wazazi, watakuwa wanawakwepa wazazi kuwapa ushauri au wao kupewa ushauri. Wanakuwa wamejitenga, wanajifungia, wao wanakuwa wanaona kwamba wa, wa, wanajificha au wanakuwa wanaona wako kwenye nuru, kumbe wameshaingia tayari kwenye giza. Mapenzi yanawapofusha, yanapokuwa yamewapofusha, yanawafanya wajitenge anakuwa anajiona tayari yeye ni mtu mzima, anajiona kwamba yeye ana maamuzi yake, hawezi kumshirikisha mzazi, hawezi kumwambia mzazi hicho kitu. Kwa hiyo anaanza kufanya siri, anaanza kujitenga na mzazi wake, anaanza kuweka mipaka. Pale anapokuwa akifanya yote hayo, anakuwa anatengeneza tayari gevu, na pale ndipo ndoto zake zinakuwa zinaenda kupukutika mdogo mdogo mwisho wa siku ndoto zinapotea kabisa, ndoto ya mtoto inakuwa imepotea kabisa, anakuwa anawaza mapenzi. Tukumbuke mapenzi yana nguvu, mapenzi yana nguvu sana. Kwa hiyo kama akikutana na mtu ambaye ana uzoefu, anaweza kumrubuni, ana uwezo wa kumbana, anaweza kumwambia mimi ndio kila kitu. Na mara nyingi wazazi tunasahau sana kuambia watoto tunawapenda. Unaposahau kumwambia mtoto wako nakupenda mtoto wangu, wewe ni mzuri, akaja akakutana na jamaa kule akamwambia, wewe ni mzuri. Hajawahi kuambiwa ni mzuri, nakupenda, wewe ndio kila kitu. Anachanganyikiwa, mwisho wa siku anajitenga na mzazi, hataki ushauri, anajificha gizani akiona kwamba anafanya vizuri, yuko kwenye nuru, kumbe ndipo anapokuwa anapotea na ndoto inakuwa imebomoka. Hoja namba tano, mapenzi yanapojenga maamuzi ya haraka ya maisha. Wengine wanapoingia kwenye mahusiano watoto, sasa wale ambao wameingia kwenye mahusiano mapema, unajikuta wamekimbilia kwenye ndoa za haraka, yaani ndoa za utotoni. Wanaenda kufunga ndoa, wengine wanaacha shule, kwa sababu wanasema tunapendana, tunapendana, kuna haja gani ya kusoma? Kuna haja gani ya kupoteza muda, mpenzi wangu? Wanaingia kwenye mahusiano ya ndoa, wanapokuja kwa sababu tunapojua muda unaenda, unasogea, maisha yanaendelea maisha yanapokuwa yanasonga, wanakuja kugundua kwamba walikosea, wanakuja kugundua kwamba waliwahi, kuna vitu ambavyo walivipoteza, kwa sababu kwenye uhalisia wa maisha watajikuta kuna vitu wanavimisi, watakuwa kuna vitu vingi tu wanavikosa, hawakutimiza kile walichokuwa wanataka kuwa, hawakutimiza ndoto zao. Mwisho wa siku, ndipo hapo wanapoenda kuingia kwenye ndoa zinavunjika. Unakuta mtoto amekosa mwelekeo. Mwingine anapotambua kwamba hiki kitu nimefanya hakikuwa sahihi, anamwacha mwenzake. Anapomwacha mwenzake, tunazalisha single mothers, tunazalisha single parents. Watoto unakuta wakati mwingine amepata ujauzito, ana mtoto, amebaki peke yake, malezi yamekuwa ya mzazi mmoja. Unakuwa na changamoto kubwa sana, ndugu mzazi, ndugu mlezi. Mapenzi sio adui, lakini mapenzi ya haraka ambayo watoto wetu wanaoingia ni kama moto ambao unaweza ukachoma kabisa bustani ya ndoto na kuiteketeza. Tusiwanyime watoto mapenzi. Tuwaelekeze kwenye mapenzi sahihi na kwa muda sahihi. Tuwasaidie watoto wetu kuhakikisha wanatimiza ndoto zao. Tuhakikishe watoto wetu hawaingii kwenye mahusiano yasiyofaa ambayo baadaye hayo mahusiano yanakuja kuleta majonzi, yanakuja kuleta masikitiko, na yanakuja kuwafanya wawe wazazi ambao wanalea watoto yaani, mzazi anakuwa ni mzazi mmoja na sio wazazi wawili, kwa sababu wanakuwa wameingia kwenye mahusiano ya haraka, wanakuwa wameingia bila kufundishwa, wanakuwa wameingia tu kwa mhemko, na mwisho wa siku bustani ile ya ndoto zao inakuwa imekufa na kupotezwa kabisa. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hapa Moyo wa Malezi ni mahali sahihi sana ambapo hatulei tu kwa, kwa maneno, hatulei tu kwa kubeba watoto mgongoni, bali tunalea kwa moyo, tukihakikisha ndoto za watoto wetu zinatimia vizuri. Karibu sana. Usisahau kushare video hii kwa mzazi mwingine, ili iweze kumsaidia na aweze kuhakikisha ndoto za mtoto wake inatimia. Subscribe ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu akubariki sana.